Unajua, utalii una nafasi kubwa sana kwenye ajira, nafasi kubwa sana kwenye pato la taifa, kama nilivyosema. Kwa hiyo kupitia dhamira hiyo shirika la hifadhi za taifa Tanzania limeendelea kuweka mkazo katika kukuza utalii wa ndani, ambapo kampeni mbalimbali zimeendelea kufanyika zenye lengo la kuhamasisha Watanzania Tanzania kuzithamini na kuzitembelea hifadhi za taifa, ikiwa ni pamoja na Hifadhi ya Taifa ya Katavi hapa tulipo sasa hivi. Hili limefanyika kwa kutambua thamani ya urithi wa asili nchini katika kuchangia moja kwa moja katika ustawi wa sekta hii muhimu na uchumi wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Hifadhi ya Taifa Katavi ni miongoni mwa maeneo ya kipekee na kihistoria na kiasili hapa nchini. Katika miaka hivi karibuni tumeona ongezeko kubwa la wageni wa ndani na wale kutoka nje waliotembelea hifadhi hii wakivutiwa na vivutio vya kipekee vilivyopo katika hifadhi hii, mfano ni makundi makubwa ya wanyama pori waliopo katika hifadhi ya Katavi, mito yenye mamba wengi, ndege wazuri, wale wanaohama na wale ambao ni wa asili katika hifadhi hii, kuwa na viboko wengi, kuwa na mandhari nzuri ya asili, lakini kuwa na historia ya mkoa huu yenye utajiri mkubwa wa urithi wa kitamaduni. Hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, halina shaka, wewe ni shahidi mojawapo kwamba mkoa wa Katavi una kumbukumbu kumbu nyingi za kihistoria, una maeneo mengi main ya kihistoria kuna mila ambazo ni moja ya vivutio. Kinachotakiwa sasa ni kuvitumia hivyo vivutio vya kihistoria na kumbukumbu za kihistoria katika kukuza utalii nchini na hapa mkoani Katavi.